Na akayatiisha majahazi yanayopita baharini kwa amri yake na akatiisha mito ikutumikieni kwa manufaa yenu mbali mbali. Wasakhara lakumush shamsa wal qamara Daibain. Wasakhara lakumul layla wan nahar. Na akalitiisha jua na mwezi kwa manufaa yenu daima dawamu ili mjue miaka na hesabu na akautiisha usiku ili mpumzike na mchana kwa manufaa yenu ili mfanye kazi. Wa ataakum min kulli ma saaltumu, wa in tauddu nimat Allah la tuhsuha innal insana ladhulumun kaffar, na kakupeni kila mlichomwomba na mkizihesabu neema za Allah hamuwezi kuzidhibiti hakika mwanadamu ni dhalimu mkubwa mwenye kuzikufuru sana neema. wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadha albalada amina wa ajnubni wa bani an na'budu alasnam, nakumbuka Ibrahimu aliposema, ewe Mola wangu mlezi, ujalie mji huu uwe wa amani kwa watu mimea na wanyama, na uniepushe mimi na wanangu kuabudu masanamu Rabbi innahum adlalna kathiran min an-nas faman tabiani fainnahu minni waman asani fainnaka ghafurun rahim, Ewe Mola wangu mlezi, hakika hayo masanamu yamewapoteza watu wengi mno, basi kwa aliyenifuata mimi huyo ni wangu, na aliyeniasi asi, hakika wewe ni mwenye kusamehe mwenye kurehemu. Rabbana inni askantu min dhuriyati biwadin ghairi dhi zarin inda baytika al-muharram rabbana liyuqimu as-salah, Mola wetu mlezi hakika mimi nimewaweka baadhi ya dhuria zangu Ismail na mama yake kwenye bonde lisilokuwa na mimea kwenye nyumba yako takatifu. Ewe Mola wetu mlezi

wala katika mbingu. Alhamdulillahi alladhi wahaba li ala alkibar Isma'il wa Ishaq inna rabbi lasami'u ad-du'a, himdi zote ni za Allah aliyenitunuku watoto katika hali ya uzee, Ismail na Ishaq. Hakika mola wangu mlezi. Ni mwenye kusikia maombi. Rabbij'alni muqima as-salati wa min dhurriyyati rabbana wa taqabbal dua, ewe Mola wangu mlezi nijaaliye niwe mwenye kusimamisha sala na katika watoto dhuria zangu pia, ewe Mola wetu mlezi naipokee dua yangu. Rabbana ighfir li wa lilmu'minina wa liwalidayya yawma yaqumul hisab ewe Mola wetu mlezi, unisamehe mimi na wazazi wangu wote wawili, na waumini wote siku ya kusimama hesabu. Wala tahsabanna Allah ghafilan amma yamalu adh-dhalimun innama yuakhiruhum liyawmin tashkhasu fihi al-absar, ewe Mtume, wala usidhani kwamba Allah ameghafilika na wanayo yafanya madhalim, hakika yeye anachelewesha tu kuwaadhibu papo hapo mpaka siku yatakapokodoka macho yao. Muhti'ina muqni'i ru'usihim la yartaddu ilayhim tarfuhum wa afidatuhum hawa, utawaona makafiri siku watakayotoka makaburini wako mbio mbio vichwa juu na macho hayapepesi na nyoyo zao tupu kwa hofu. Wa andhirin nas yawma ya'tihim al'adhab fa yaqulu alladhina zalamu fyqulu aldhina zalamu rbna ahirna ila ajlin qaribin nujib dawtk wntbii lrsl, na waonye watu siku itakapowajia adhabu na waseme waliodhulumu ewe mwala wetu mlezi, tupe muhula muda kidogo angalao tuitikie wito wako na tuwafuate mitume awalam takunu aqsamtum min qabli ma lakum min zawal watajibiwa kwa shere, kwani nyinyi simliapa zamani kwamba hamtaondolewa duniani na kurejeshwa akhera. wa sakantum fi masakin alladhina zalamu anfusahum watabayyana lakum kayfa fa'alna bihim wa darabna lakum alamthal. Na mliishi kwenye maskani zile zile za waliozidhulumu nafsi zao, na ili kudhihirikieni jinsi tulivyowatendea, nasi tuliwapigieni mifano mingi katika Qur'an ili mzingatie, lakini wapi. wa qad makaru makrahum wa inda Allah makruhum wa in kana makruhum litazula minhu aljibal, na kwa hakika makafiri walifanya vitimbi vyao, na Allah alivipindua vitimbi vyao, japokuwa vitimbi vyao kwa ukubwa na mikakati michafu vilikuwa na uwezo wa kuondosha milima. Fala tahsabanna Allaha mukhlifa wa'dihi rusula inna Allaha azizun dhuntiqam, basi usimdhanie Allah kuwa ni mwenye kukhalifu ahadi zake kwa mitume wake. Hakika Allah ni mwenye nguvu sana na ni mwenye kulipiza dhidi ya maadui wake. Yawma tubaddalu al-ardu ghayra al-ardu wa al-samawati wa barazu lillahi al-wahidi al-qahhar, malipo yatakuwa siku itapogeuzwa ardhi iwe ardhi nyingine na mbingu pia, nao watahudhuria mbele ya Allah mwenye nguvu mno. wa tara al-mujrimina yawma idhin muqarranin fi al-asfad, na utawaona wahalifu siku hiyo wamefungwa katika minyororo. tarabiluhum min qatran wa tarsha wujuhahum annar mavazi yao yatakuwa ya lami nyeusi ti na yananuka na nyuso zao zitagubikwa na moto. Li yajzi Allah kull nafsin ma kasabat inna Allah sari'ul hisab watu watatoka makaburini ili Allah ilipe kila nafsi kwa yale iliyoyachuma, hakika Allah ni mwepesi wa kuhesabu. Hadha balaghun linnasi waliyundharu bihi waliyalamu annama huwa ilahun wahid waliyadhakkara ulul albab, hii Qur'an ni ufikisho wa ujumbe kwa watu, na ili waonywe, na ili wapate kujua kuwa uhakika ni kwamba yeye Allah ni muabudiwa mmoja tu, na ili wenye akili wapate kuonyeka.